yetu karibu sana, na katika video ya leo tutaenda kuangalia namna gani utakaweza kuotesha miche ya kahawa kuhakikisha kwamba mche wako unakuwa tayari kwa ajili ya kwenda kupanda shambani kwako. Kwa nini ufanya hivyo? Kwa sababu kwanza ni njia pia ya kujipatia kipato. Yaani, ukauza ukapata uka uka pesa lakini pia itapunguza gharama kubwa sana kwa wewe ambaye unatarajia kupanda kahawa, kwa sababu ukiweza kuotesha u mwenyewe nyumbani kwako, utapunguza gharama kubwa mno, kwa sababu itabakia tu zoezi loyo la kuandaa shamba na kwenda kupata, kwa sababu miche utakuwa nayo, mche bora utakaoweza kupanda utaweza kusaidia au utaamua aina gani ya mavuno utakawezi subscribe hapo chini. Hayo maandishi mekundu hapo chini akisha kubadilika rangi kuwa meusi, basi utakuwa umeshaweza kujiunga. Lakini kama utaweza, utabonyeza alama ya kengele kuruhusu ujumbe mara tu video mpya zitakapokuwa hewani, basi utapewa taarifa kwamba channel ya Agalus TV imeweka video mpya, na wewe utaweza kuifuatilia masomo mbalimbali yanatolewa kila wiki, yanakuja masomo mapya, na tunaamini kabisa kwamba yataweza kukusaidia katika kutatua changamoto mbalimbali. Hatua ya kwanza kabisa ni uchaguzi wa mbegu bora, yani hapa itategemea aina gani ya mbegu utakayoweza kuipanda wewe. Kuchagua mbegu bora itakusaidia sana katika kuandaa mche wako kuwa bora zaidi. Sasa kuna vitu vya kuweza kuvifuata. Moja, unatakiwa utafute mti wenye afya kwa ajili ya kupata mbegu, upate mti ambao unaozaa sana. Na utachukua matunda gani? Utachukua matunda yale ambayo yaliyoiva kabisa, yaani hapa unazungumzia rangi nyekundu kali kabisa yaliyokolea. Angalia kwa mfano mti huu hapa, ukiangalia, okay, mti unakuta matunda mengine ya kijani, lakini kuna mti huu hapo au tunda hilo ambalo limeanza limeanza kuiva. Kwa hiyo unatafuta lile ambayo ni nyekundu kabisa, ambayo imekolea kabisa, basi utaweza kuchuma ile matunda na utaweza kuponda au utaweza kusaga basi au kukoboa kwa ajili ya kuweza kupata mbegu. Na hata mbegu zako natakiwa uweze kuziponda au uweze kuzikoboa kwa ajili ya kupata mbegu na ule uteute unaopatikana mle utaweza kuondoa kupitia kwenye kuosha, yaani utaloweka mbegu zako kwa muda wa masaa 24, basi kisha zile mbegu utaziosha vizuri na zitaondoa ule ile hali ya utelezi. Na baada ya hapo utaenda kuandaa sasa kitalu kwa ajili ya kuweza kupanda zile mbegu zako. Utaandaa kitalu cha kawaida tu kama vile kitalu cha nyanya hoho au mboga mboga, kama vile kabeji na kadhalika, basi hiki kitalu utaweza kukiandaa vizuri na kisha basi kinakuwa karibu na kivuli kwa sababu kivuli kitasaidia sana katika kuzuia mwanga wa jua usiweze kuharibu miche yako, na mara baada ya hapo utaenda kuandaa udongo kwa ajili ya kupandia, yani, ule udongo utaweza kuwa unakuwa katika hali ya tifutifu na unatakiwa kuchanganya vizuri kabisa pamoja na samadi, yani, ile mbolea ya wanyama kama vile ng'ombe, mbuzi na wanyama wengine, basi, utachanganya kwa pamoja na hapo utatafuta udongo ambao ni laini utamwaga zile mbegu zako kwenye kile kitalu na ukishaweka kumwaga vizuri kabisa utachukua udongo laini au utafunika na ule udongo laini kwa juu, kama unavyoandaa kitalu cha kawaida. Lakini pia utatafuta majani au mifuko ambayo imechanwa vizuri, basi utafunika kwa juu na kisha utatengenezea kama kichanja hivi kwa ajili ya kuzuia uh, unyevu unyevu au jua lisiweze kumulika pale. Hakikisha unamwagia maji mara kwa mara yani, kila siku angalau unamwagia maji mara moja. Basi miche itaanza kuota kwa muda wa wiki sita hadi wiki nane yani wastani wa miezi miwili, basi hizi mbegu zitaanza zitaanza kuota. Sasa baada hapo unatakiwa uweze kuandaa viriba. Yani hii ni hatua tano katika maandalizi yako, utaandaa viriba au vifuko kwa ajili ya kuhifadhia au kuweka ile miche yako mara baada ya kuota. Hapo utatafuta vile vifuko vya nchi angalau nchi mbili hadi nchi tatu au tatu na nusu hapo basi utavikata kwa vipimo, ambavyo hangalia kama video hii hapo inavyoonyesha hapo, jinsi anavyoweza kukata. Kama ukiwa na changamoto hapo, unaweza kucomment na si unaweza kukusaidia. Na kitakachofuata ni kuhakikisha basi unang'oa zile mbegu ambazo zimeota pale na kuweza kuweka kwenye kwenye kile vile vifuko ambavyo umeshajaza umeshajaza udongo, na kisha basi mche unakwepo na jani la kwanza kabisa, yale mawili ya mwanzoni, basi hapo unatakiwa unangoa mche mmoja baada ya mwingine, unaweka kwenye kila kila kiliba au kwenye kila kimfuko, yaani kila mfuko inakuwa na mche mche wake. Basi mara baada ya hapo, utaenda hatua inayofuata, ambayo ni hatua ya mwisho, ni utunzaji tu wa miche ambayo ni ya kawaida. Basi utahakikisha kwamba una swala la majani unaweza kuangolea, lakini pia kama utakwepo na kinga dhidi ya magonjwa mbalimbali mbali. Kama vile unaweza ukatumia vitu kama majivu, lakini pia hata majani ya mwarobaini unaweza ukawa una, una mwaga majani yale makavu makavu na unanyuzia una au unaweka kwenye ile eneo la kitalu chako, lakini pia kama hivyo uwezi, basi unaweza ukatumia hata dawa za dukani ukapuliza, lakini pia usisahau kuchanganya na booster, zile mbolea za maji ni muhimu sana katika kukuza miche ikiwa midogo. Kwa hiyo miche ikiwa midogo haitakiwi kushambuliwa na magonjwa, na ikiwa imara zaidi au ikiwa na kinga nzuri, basi itakusaidia pia hata kule shambani siweze kushambuliwa na magonjwa kwa haraka. Basi hiyo miche itakuwa tayari kwa ajili ya kwenda kupanda kwa muda wa miezi sita hadi miezi nane. Yani hapa itakuwa tayari kabisa kwa ajili ya kwenda kwenda kupanda, ita na itakuwa ita ita na majani kati ya sita hadi majani nane. Hii itakusaidia nzuri sana kwa sababu itaweza kufa pale shambani na itakuwa itakuwa vizuri. Ndugu yetu, kama kuna swali lolote katika yani sehemu ambayo unaweza kuelewa, basi unaruhusiwa kucomment hapo, na sisi tutaweza kusaidia kukujibu kufanulia zaidi ili uweze kufahamu zaidi, hatua kwa hatua, namna gani kuweza kuandaa kahawa au miche bora ya kahawa hapo hapo nyumbani kwako na ukapeleka shambani kwako au ukafanya biashara kwa ajili ya shughuli zako. Tukutakia kila la heri, hadi wakati mwingine, basi tukutane kwenye video inayofuata, bye bye.